Habari za mda huu, ndugu mfuatiliaji wa channel hii. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kuverifai cheti cha kuzaliwa online, yaani jinsi ya kuhakiki cheti cha kuzaliwa online. Watu huwa anahakiki cheti cha kuzaliwa kwa sababu mbalimbali mbali. Ikiwemo mtu anahitaji kuhakiki cheti cha kuzaliwa ili aweze kuombea mkopo HESLB, au sio, kwenye hiyo bodi mkopo ya elimu ya juu au sio? Basi na watu wengine pia huwa na verify vyeti kwa sababu mbalimbali mbali. Ikiwemo NHF na sababu zingine au mafao ya uzeni kama hivyo hizo. Eh, ni sababu tu, lakini hebu tuende tuweze kuverify chetu. Lakini sisi leo tumelenga jinsi ya kuverify cheti cha kuzaliwa, twende pamoja. Kitu cha kwanza kabisa utaingia hapo Google Chrome. Kumbuka hapa tuna verify kupitia simu yako tu. Watu wengi wao wanapigwa sana hela. Ni kitu kirahisi unaweza ukakifanya ukiwa umetulia nyumbani tu. Basi gusa hapo Google Chrome. Gusa kwenye application kama hii kama wijui. Baada ya kuklik hapo kama hiyo hi. Kumbuka unatakiwa uone bando na maanisha bando la interneti au MB tunasema kisha utaandika maneno kama jinsi inavyoonekana Rita Tanzania. Umeona haya maneno, kisha search maneno hayo autafuta. Baada ya kutafuta maneno haya itafunguka website kama jinsi inavyoonekana. Utakliki sehemu hii andikwa e rita poto, kliki ya maneno ya bluu. Baada kugusa maneno ya bluu, kuna sehemu inaonekana welcome to birth and death services. Kwa sababu website hii huwa inasaidia watu wengi kuverify vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya kifo. Sasa leo sisi tuna verify cheti cha kuzaliwa. Utakuja hapa sehemu iliyoandikwa registration, fuata maelekezo, ni rahisi sana. Gusa sehemu nilionyoshea mshale, ukisha click sehemu iliyoandikwa register bila shaka inaonekana sehemu zimefunguka kama hizo. Sasa wewe usipate shida, ukisha click tu sehemu itakuambia hivi, account registration. Complete the form below to create an account. Sasa usipata hata shida, utaanza kujaza tu hapa hapa. Naelekeza hatua kwa hatua, alafu kuwa makini ili usije ukasahau. Hapa first name utaandika jina lako kwa la kwanza. Kama unaitwa juma utaandika juma hapa. Middle name utaandika jina la baba yako, last name utaandika jina la babu yako. Kumbuka inatakiwa uandike jina sahihi, usikose kose hata herufi hata moja. Kwenye select sex utagusa kwenye hiki mshale hapa sehemu nilionyosha mshale, kisha utachagua sex, yaani jinsia yako. Kama ni mwanaume utaweka male, kama ni mwanamke utaweka female. Nationality hapo utaweka Tanzania. Mobile number utaweka namba yako ya simu. Email lazima uweke email ambayo iko kwenye simu hiyo unayotumia kuapply hapa kwa sababu gani tunaweka email sahihi? Inatakiwa email iwe active kwa sababu ukishamaliza hapa, itakuambia uende kuconfirm email au kukubali email kama ni wewe umefanya hii application. Nitakuonyesha hapo mbele kwa sababu hapa tutaenda hatua kwa hatua. Baada ya hapo utamalizia na password. Sehemu ya password hapa, kumbuka, inatakiwa uandika password zilizo na lower case na upper case. Yanamaanisha inatakiwa zio na zile at, mfano zio na alama reli au zio na asilimia, alafu unachanganya, changanya na herufi kubwa na herufi ndogo kwenye hiyo password. Inatakiwa kuwa pia na, na herufi kubwa, mfano herufi ndogo, alafu pia kuwa na namba, mfano moja mbili. Eh, password ilio ngumu, usiandika password rahisi. Kwanza ukiandika password ambayo sio ngumu hapo lazima ikataye tu. Kwa hiyo nimeshakwambia technique au njia makini ya kuweza kukamilisha haraka. Nataka uchanganye password yako, uandike labda hapo hapo kwenye password kuwa na herufi labda kubwa au ndogo, alafu kuwa na zile herufi zile ati, alafu vile vile labda kuwe na namba. Basi ukishafanya hivyo password yako itakuwa ni strong. Utaikonfirm password utaandika hapo mwanzo, vile vile utairudia. Ukishafanya hapo, utafanikiwa. Sasa ngoja nikuonyesha sasa kwenye sex, uta kama jinsi inavyoonekana. Kama ni mwanaume utachagua male, kama ni mwanamke utachagua female. Yaani vitu vinakuja automatic tu, hata upati shida Tanzania utagusa tu hapo, yaani hautapata shida kuandika wewe, utakuwa na click tu, ni kitu cha muda mfupi sana. Password hapa utaandika password, alafu password uliyoandika hapo utairudia hapa, yaani utairudia vile vile, utasema yamba confirm password. hapa natoa mwongozo ulio sahihi, kama mimi jinsi nilivyojaza hapo. Kumbuka hapa nimefanya application sasa hivi, na jinsi nilivyoweka hapo ni majina na sex nimeweka hivyo hivyo. na namba ya simu nimeiweka sema nimezifutafuta hapo, basi na email yangu ndo jinsi inavyoonekana hapo, na password hapo, kisha baada ya kumaliza, sasa kwa kukliki kuandika vitu vyote, utakuja hapa kwenye simu laandiko register, yaani ushamaliza kujaza hiyo form, kisha utaclick register, yani jisajili. Ukisha jisajili hapo inakuambia registration success, yaani mpaka hapo tayari ushafanikiwa kufungua account. yaani hapo umefanikiwa kufungua account, bado hujaanza kufanya application za cheti sasa, yanza kuverify cheti. Narudia tena, hapa tulikuwa kwenye kutengeneza account tu, bado hatujafanya application ya cheti. Twenda pamoja, ili tuenda haraka kidogo, ni sikuchosha sana. Hapa kuna maneno na kuambia registration successful, please check your email to activate your account. Sasa baada ya hapa, kwakuwa kuna email ulijaza kule, ile email itakayo iwe active kwa sababu sasa utakuja moja kwa moja kwenye faili la email, kama unatumia ile faili la Gmail nyingine. Sasa utaklik sehemu hiyo hapo, au faili lolote kulingana na simu yako. Ukishafungua hapo, bila shaka utakutana na message ya Rita waliokutumia kwenye, kwenye SMS email yako. Utagusa maneno ya bluu yaliyoandikwa account activation, utagusa hapo. Ukishagusa maneno hayo itakuambia email confirmed successful. Baada ya kuona ujumbe kama huu hapa basi utakuja hapa go back home. Ukikliki go back home basi utarudi moja kwa moja kwenye account yako to to account, kwa kuwa sasa hivi tulikuwa tuna account. Mara ya kwanza tulikuwa tuna register hapa juu, sasa hivi tuna account. Utagusa hapa sehemu iliyoandikwa sign in, utagusa hapo ili uweze kuingia kwenye account yako hapa kwenye akaunti utajaza email uliojaza kule kwenye usajili alafu na password ambazo ulikuwa umeshazijaza. Sasa hivi tuna akaunti tayari. Baada ya hapo uta click utamalizia simu iliyoandikwa sign in. Baada ya hapo utafanikiwa kuingia kwenye akaunti yako. Kama hapa unaona kama mimi Maulidi, Friday saba Novemba 2025 hapa sijahakiki cheti hata kimoja, na kuambia ni sifuri umu ni sifuri. Sasa leo tunataka tuhakiki cheti cha kuzaliwa, twende hatua kwa hatua. Utakuja sehemu hii hapa. Umeona hii sehemu hii hapa nilionyosha mshale, ina vimistari vitatu viliokaa ulalo, gusa hapo. ukishagusa sehemu hiyo Gusa hapo sipata hata shida hapo nilikuwa nakuelekeza kwa chini tu maana kuna maneno mengine kwa chini itakwambia. Utakutana na RITA portal kisha birth services death service. Sasa utagusa hapa simu inaandikwa birth service nilionyoshia mshale. Sehemu hiyo inahusika na mambo ya cheti cha kuzaliwa tu. Alafu sehemu ya chini ni kama unahitaji kuhakiki cheti cha kifo. Kwa hiyo mchakato ambao tutafanya hapo juu ambao tutafanya sasa hivi unaweza ukafanya kwa kia chat cha kifo, au sio? Basi utagusa sehemu hapo niliyonyoshea mshale. Ukishagusa hapo inakuambia base services. Sasa usipate shida, utakuja sehemu hapa niliyonyoshea mshale yenye jumlisha, bila shaka unaiona sehemu hiyo, gusa hapo. Ukishagusa hapo kuna Huduma zimekuja kama new base services, certificate old to new certificate. Sasa wewe kwa sababu lengo letu leo ni kuhakiki cheti cha kuzaliwa, utagusa certificate verification, utagusa certificate verification. Hapo niliponyoshea mshale, baada ya kukliki hapo, itakuambia waandika entry number. Entry number sasa Sehemu ile andiko entry number utachukua kile cheti chako cha kuzaliwa, yani cheti cha kuzaliwa tayari si unacho. Utakichukua utatafuta sehemu imeandikwa entry number. Entry number, usije ukaandike ile namba ya cheti. Entry number ipo pale pale kwenye maelezo ambayo yana jina yako, yana jina la mama yako e, kama hivyo utaangalia sehemu kipengele kilichoandikwa entry number kisha uta iandika hapo. Watu wengi wanakosea kipende, kipengele hiki wanaandika namba ya certificate, na ukiandika hivyo utakuwa umekosea na utapewa vitu ambavyo sivyo. na utapata kitu kinaitwa app code, kwa sababu ile code ndio unaweza ukaitumia hata kuombea mkopo wa elimu ya juu au ile wa HESLB, au sio? Basi baada ya hapo utaandika date of birth, tarehe ya kuzaliwa, kwa sababu ntaki usome maelekezo first name kwa sababu unaandika taarifa za mama, jina la mama yako la kati, yaani jina la baba yake, na last name, jina la mama yako, yaani namaanisha jina la babu yake kama hivyo, kwa sababu hapa kuna verification reason pia takuonyesha hapo mbele, kwenda kio makini kama ni taarifa za mama zimekuambia ujaza, andika za mama. Kama ni taarifa zako andika zako. Kwenye verification reason ni ni hapa, kama wewe una verify cheti chako kwa ajili ya kuombea mkopo wa chuo kikuu au wa chuo sio chuo kikuu tu, chuo chuo chochote kile. Siku hizi wanatoa mikopo hadi diploma . Kama hivyo basi utachagua loan board, loan board. Umeona iliponyosha mshale utagusa hapa loan board. Baada ya hapo utamalizia, utashuka chini uendelee kujaza taarifa zako. Taandika jina lako, jina la kati, yani jina la baba, jina la babu. Utamalizia na hizo taarifa zingine huko chini. Ngoje tuwai kidogo. Hizo taarifa sikuwezi ukashindwa kujaza hata kidogo. Baada ya hapo utakuja kumalizia sehemu iliyoandikwa continue. Umeiona hii sehemu iliyoandikwa continue? Ukimaliza kujaza taarifa zote kisha kliki continue. Mpaka hapo tayari ushafanya application ni, ya kuverify cheti. Sasa baada ya hapa utapewa kitu kina utamalizia, utaupload nini? Utaupload hiyo na li cheti yako. Tunamaanisha cheti chako, cheti chako. Ukisha click continue utakuja ilo kuambia, uta kuja sehemu hiyo ile kuambia uupload cheti. Utaguza sehemu hiyo kisha utaenda kuichukua ile soft copy ya yeah, cheti chako ulichoskani. Unaweza ukatumia scanner yoyote lakini mimi nashauri ungetumia kamuskana. Ukisha kiupload huku kwenye huu mfumo, basi utamalizia. Ukishamalizia hapo, ni rahisi sana, utapewa control namba ya kulipia. Uwezi ukaverify cheti bure, watakupa control namba ambayo unaweza ukalipia kwa simu yako ambayo uko nayo hapa karibu, kwa sababu usihangaiki kwenda sehemu ya kwenda kulipia. Hapo hapo tu unaweka fedha kwa simu kisha unalipia. Kama ukishindwa, utaenda kulipia kupitia sehemu, si zile ambao NMB wakala, CRB wakala, wataanza kukulipia. Utawapa tu ile control number, kisha watalipia. Wakishalipia utarudi moja kwa moja kwenye akaunti yako, kisha atakwambia paid. Watakuambia mara kwanza ilikuwa imekwambia pending, alafu sasa itakwambia paid, yani tayari ushalipia. Baada ya hapo tayari kabisa, utasubiri verification ya cheti chako, yaani utasubiri cheti chako kipigwa muhuri. Kikishapigwa muhuri na cheti hiko kita utatumiwa kitu kinaitwa app code, hiyo kodi ndo utaitumia kwenda kuombea mkopo wa elimu ya juu au chuo, au sio? Aise ndugu, leo nilikuwa na kuelekeza jinsi ya kuverify cheti cha kuzaliwa kwa njia ya mtandao au online, au jisi au jinsi ya kuhakiki cheti cha kuzaliwa online. Aise sina mengi na kutakia siku njema.